Katika nchi yetu inatengeneza kustelea historia kubwa sana katika upande wa ubunifu wa aina mbalimbali na hasa upande wa sanaa. Ni waombe vijana wa Kitanzania na hasa wale wamejipambanua katika maeneo mbalimbali ikiwepo maeneo ya muziki, endeleeni kuhakikisha kwamba mnasajili majina na nembo za biashara zenu. Tukifanya hivi, tutakuwa tumefanya kazi kubwa sana kuwasaidia vijana. Lakumbukeni kwamba saizi taifa letu kubwa zaidi ni kuhakikisha tunatengeneza misingi mizuri ya watu kupata majira katika maeneo mbalimbali. Mara nyingi nimesema kwamba si rahisi serikali ikaweza kuajiri watu wote, si rahisi na sio Tanzania especially katika nchi zinazoendelea. Uwezo wa serikali kuajiri watu wote katika mifumo ya serikali ya umma kuna changamoto yake, maanake kuna kitu cha wage bill na mambo mengine. Sekta binafsi, upande wa viwanda, upande wa biashara, upande wa sanaa, ndio sehemu fursa kubwa nyingine ya kuhakikisha vijana wanapata ajira. Imani yangu kubwa Watanzania wote tutatumia fursa hii ya siku kama hii ya leo kufunguka, kuona kwamba kuna mambo ya msingi tunapaswa kuyafanya. Katika hili naomba niagize taasisi yangu ya BRELA na taasisi zingine mwambata waendelee kuhakikisha kwa kwamba tunatoa elimu kwa umma kufahamu umuhimu wa hati miliki na ubunifu zetu, la muhimu wa kuzisajili endee nikufan kwa sababu, sio kila mtu anafahamu jambo hilo. Kuna wengi wana vitu vingi unique lakini wanafahamu kwamba vinataka vinatakiwa vihifadhiwe kwa, vihifa kwa mujibu wa sheria na mwisho wa siku kupata faida inayodumu. Leo hii kuna watu wengine wabunifu katika maswala ya dawa dawa za miti shamba na dawa zingine, lakini imeonekana kwamba ni dhahiri wazi, baadhi ya miti mingine imekuja kuchukuliwa hapa na kwenda kufanyiwa tafiti sehemu zingine, na hati miliki hizo bunifu hizo zikahama zika kwenda katika nchi zingine. Tuombe Watanzania tufunguke katika maeneo haya kwa lengo kubwa la kujenga uchumi wa nchi yetu. Imani yetu kubwa tunapoadhimisha siku kama hii ya leo, ni haki ya kila Mtanzania kuona kwamba jambo hili sasa ni jambo limewekwa kwa mujibu wa sheria, ambao wenzetu BRELA ndio wanaisimamia kwa mujibu wa Tanzania Bara. Imani yangu kubwa, hasa katika upande wa wasanii ambao siku ya leo hii kauli mbiu inawagusa mbalimbali kwa kiwango kubwa katika upande wa, wa muziki, endeleeni kufanya kazi kwa mujibu wa sheria lakini mfahamu kwamba kuna kitu mnatakiwa mkifanye cha ziada katika kuona kwamba mnasajili nembo zenu katika shughuli zenu, kwa lengo kubwa kupata faida ile ya kudumu. Na mkifanya hivi, unaweza kutumia faida hiyo wewe mwenyewe ukiwa duniani, na hata ukiondoka, warithi wako wataendelea kupata faida hiyo. Hili ni jambo la msingi, lazima tulifahamu. Katika sekta ya muziki, tunapenda kuwasisitiza wasanii kuja kulinda alama zao wanazotumia kama utambulisho katika kazi zao za muziki. Hii itawasaidia hata pale wanapotaka wanapota kutanua wigo wa biashara zao, basi alama zao za utambulisho zinakuwa zina tayari zina, zimeshalindwa kisheria. Kama bodi ya ushauri ya waziri ambayo ni bodi yako tuna kuhakikishia kwamba tutaendelea kuhakikisha BRELA inafanya wajibu wa kutoa wa elimu kwa wabunifu lakini vile vile kuhakikisha miliki ubunifu pia zinalindwa kwa mazingira stahiki.